Tumeona makanisa mengi ambapo uh, mchungaji haruhusu kijana wake wa kuimba kwenda kuimba kanisa lingine mm, mm. Uh, wanamtindo wanasema utarudi na maroho mm. Uh, usije ukaliharibu kanisa langu mm. Kuna wakati mwingine wanakatazana, au siende kanisa la mtu fulani, kanisa la mtu fulani silielewe, japo yote ni makanisa na wote wanachungaji. Sasa hii inatokana na nini? Ni kweli kwamba kuna maroho aa. ni kweli, na unajikuta kuna wakati mwingine watu wanashindwa kuhubiri kweli ya Mungu, anasimama kuhubiri udhaifu wa mchungaji mwingine mm-hmm. Mchungaji fulani yuko hivi, lengo tu awapate watu wa mchungaji yule. Wachungaji ambao tayari wamejikuta wako kwenye kugombania waumini, cha kwanza ni kuhakikisha nyumbani kwako kuna chakula cha kutosha. Unajua baba ambaye ana chakula cha kutosha, baba ambaye anajiamini kabisa nyumbani kwake kuna kila kitu Hawezi kuwa na wasiwasi -wasi ya kupoteza mtu. In case ameondoka basi labda alikuja ili aondoke. Hata Biblia imesema kuna wale ambao walikuja wa lakini sio kwa kweli. Ila kama baba una uhakika na chakula chako kwa watoto wako, hauwezi kuwa na hauwezi kujiingiza kwenye mgogoro. Kwa hiyo mchungaji, kama una kanisa, hakikisha tu ndani ya nyumba yako chakula cha kutosha cha kuwafaa watu wako unacho. Amen. Anavyozungumzia kuhusu chakula, mmm, hazungumzii wali. Hmm. Anazungumzia neno la Mungu. Maanake tunavyozungumza hizi mada a, a, katika mitandao kuna watu tofauti tofauti. Sasa chakula anachokisemea yeye ni chakula yn, yani mahubiri katika makanisa. Tunaposema chakula, tunamaanisha ni neno la Mungu. Kwa hiyo ukiwa na neno la Mungu la kutosha, watu waweza wakakimbia, wala uwezi ukagombea watu. Hello, karibu tena Vaki TV, karibu katika kipindi cha maisha na uhalisia. Ni kipindi ambacho kinalenga kuzungumzia ama kujadili mada tofauti tofauti za kijamii lakini ikiwa siku ya leo, mimi presenter wako Mr. Chosen One, katika kipindi hichi tumelenga kuzungumzia mada inayohusu vyumba vya dini ama makanisani. Swali letu linasema, je, viongozi wa makanisani kugombania waumini. Je, hii ni sahihi? Unaweza ukaendelea kufollow na kusubscribe Vaki TV na katika kipindi hiki cha maisha na uhalisia. Twende pamoja. Kila mmoja katika hizo nafasi tano ana nafasi ya kuvuna nafsi. So watu ukishawavuna sasa, ile wameshavuna wapo kanisani. Ndio, mm. Hapo kwa sababu lengo ni moja kwa kamilisha watakatifu. Yes. Na tunaweza kusema kanisa labda ni moja tuseme, mm. Ila na ofisi ni tofauti tofauti. mm. Okay. Kama ofisi ni tofauti tofauti, watu wamevunwa na hawa watu ni tofauti tofauti tukishawavuna. mm. Sasa hapa ndio panakuja sasa kwenye kukamilishana, huyu aende kwa yule, huyu afike kwa yule yule, ili ukamilifu uweze kutokea kwa mm. Anaweza akawa nabii amemvuna mtu ambaye anapaswa kulelewa na mwalimu Mm. Ni naweza nikawa ni mwalimu nimevuna mtu ambaye mwalimu pia anaweza kulea eh? Of course. What? Okay, manake nimesikia watu wanasema huduma ya ulezi ni ya uchungaji. Maana kama huduma kama mwalimu anaweza kulea basi E, inatakiwa pia kutufafanulia hapo maana na na nadhani na, na, na, na, mpenzi mtazamaji unahitaji kujua hapo maana kuna mafundisho ambayo tunafundishwa pia makanisani kwamba huduma ya ulezi ni, ni mchungaji pekee yake. Yes. Ndio maana unajikuta nabii wa wachungaji wengine wa wanasema nabii akitaka kulea huwa hawezi kwa sababu mm -hmm. Hana ulezi. Mm -hmm. Sasa kama mwalimu naye anaweza kulea mwalimu na uchungaji haviwezi vikaingiliana kama huduma ya uchungaji ndiyo ya ulezi. Mwalimu akiingilia malezi pia inakuwa. Oh, okay. Mhm. Mm hizi uh, ni ofisi okay. Tukizitaja yes, ni karama na zana mm-hmm. ni ofisi tuseme, mm-hmm. hizo tano zote ni okay. ofisi lakini, kuna mchungaji ambaye ni mwalimu okay. kuna mchungaji ambaye ni mwinjilisti. kuna mchungaji ambaye ni nabii. kuna mchungaji ambaye. Tunaposema mchungaji, maanake ni mtu ambaye tayari ana kundi la watu analoliongoza. Kuna manabii ambao hawana, hawana makanisa yes. kuna walimu ambao hawana makanisa -hmm. inaowazungumzia hapa mada yetu imelenga zaidi kwa wale ambao wanalea watu makanisa, makanisa ambao wana makanisa okay. wana majengo wamesajiliwa wana watu wao hao ndio tunawazungumzia okay. na kama tunawazungumzia hawa anaweza kawa ni mchungaji ni nabi, si makanisa ambayo ni sahihi nabii kuwa na kanisa ama mtume ama mwalimu kimaandiko inasemaje kuwa na kanisa. Nisahihi, kwa sababu um, nabii siku zote, mfano kwa mfano, nabii nabii hawezi tu kuwa nabii pasipokuwa mwalimu okay. Kama anaweza kuchunga kanisa it's fine. Kama hawezi, anabaki na na kuwa nabii kama nabii, kwa sababu hatakiwi kuwa na kanisa asipojua. Mimi na nawe hatuwezi kujua kwamba, je huyu mtu mungu kweli amemwita, hawezi au anaweza, kwa sababu enzi za kina Yeremia za kina Isaya hawakuwa na makanisa. Wow, okay. Watu walikuwa ni manabii kama hivi eh, kazi yake ni kutoa unabii, kuchimbia sefa ni kutoa unabii, mm -hmm. Kutoa unabii lakini katika zama tulizopo mm -hmm. Mimi sioni kama ni shida, tuna uhitaji sana wa makanisa haya kuwepo eh, mm -hmm. Tuna uhitaji sana kama mtu ana karama ya unabii na anaweza kuchunga it is, it is okay it's fine. Mimi kwangu naona ni sawa, okay, kwamba haiwezi kumfunga, kwamba nabii asiwe na kanisa. ana uwezo wa kulea watu na ni nabii. hiyo ni ni sawa. Okay, mpenzi mm, mtazamaji, hayo majibu ni kwa mujibu Aa, wa Madam Sarafina mm. Tunatamani na wewe unavyoendelea kusikiliza hichi kipindi uwe unatupa majibu yako. Haimaanishi haya ni final majibu yeah. Ila tunatafuta namna ya kulitengeneza hili swala mm. Aa, Madam Sarafina anasema pia nabii anaweza kuwa na kanisa kama anaweza kulea mm. Ama mwinjilisti ama mtume hata mchungaji pia mm. Lakini, turudi hapo hapo. Mimi nadhani, naani ni kitu gani tukiachana na haya yote mm. Uh, ukija kama umezungumzia habari ya tofauti kwamba nabii mmoja anaweza kuwa na utofauti na nabii mwingine, mchungaji mmoja na utofauti sasa. Je, huu tofauti unakuja katika asili ya imani ama ubinafsi? Maana yake kama asili ya imani inakuwa tofauti basi hawa watu sio imani moja hmm. Lakini kama wana imani moja alafu wakawa tofauti basi kutakuwa kuna ubinafsi ndani yake. Wewe unalizungumziaje hili swali, huu tofauti unatokana wapi? Kwa sababu tumeona makanisa mengi ambapo uh, mchungaji haruhusu kijana wake wa kuimba kwenda kuimba kanisa lingine. Ah mm, mm. Uh, wana mtindo wanasema utarudi na maroho. Mm. Uh, usije ukaliharibu kanisa langu. Mm. Kuna wakati mwingine wanakatazana ao siende kanisa la mtu fulani kanisa la mtu fulani silielewe. Japo yote ni makanisa na wote wanachungaji. Sasa hii inatokana na nini? Ni kweli kwamba kuna maroho. Ah uh, ni kweli na unajikuta kuna wakati mwingine watu wanashindwa kuhubiri kweli ya Mungu, anasimama kuhubiri udhaifu wa mchungaji mwingine. Mm. Mchungaji fulani yuko hivi, lengo tu awapate wa watu wa mchungaji yule. Mm. Sasa je, huu tofauti unatokana na ubinafsi au ni naturally imani zao ndio zina utofauti? Okay, kulingana mm -hmm. na wimbi kubwa la watu feki walioingia, okay. kwenye jamii ingia tuseme fani okay. ya ya uchungaji wenyewe mm. Sio mbaya kwa mchungaji kuprotect muumini wake okay. kwa sababu yameibuka umebuka ufeki mwingi pia mm. kwenye masuala ya imani pia, umekuja watu ambao hawana kweli ya Mungu mm. So baba anapomzuia mtoto wake mm. asiende kule cha mm. um, kwanza mm. mtoto mtoto lazima awe na akili asema akili za kuandua anaongoza naza kwako. yes. Baba anaweza tu akaufia, kwa sababu hajafanya investigation yoyote, hajui chochote kwamba yule mchungaji ni sahihi mm. au sio sahihi yaani hilo linawezekana, lakini kwa upande mwingine pia baba anaweza kukataza, kwa sababu baba huyo huko na kwenda na kujua okay. Kwa, kwa wewe sasa mtoto, kuna mchakate mm. mchakati mm. kwamba baba akata na nikataza nisiende huku, je, fanya tu utafiti wako mwenyewe ikusaidie mm. kwamba kule nakwenda je, kweli ni sahihi au sio sahihi, kwa sababu huyu ni baba yako mm. Na umesubmiti kama baba yako anakulea kama baba yako mm. labda mmeanza naye safari, mmefika umbali mrefu mm. na yeye kiukweli hapendi kukupoteza mm. Unakumbuka aa kipindi cha Yesu wakati anaondoka mm. Yesu anasema mimi ni mchungaji mwema mm. anasema mchungaji mwema, je hawezi kuwacha tisini na tisa mm. akaenda kumtafuta aliyepotea. Swali so, linakuja je huyu mtu anapotea au yuko sahihi Hmm. Okay. Yes, kwa sababu alisema anaweza akaacha tisini na tisa akaenda kutafuta aliye anayepotea, hmm. So mchungaji anapokuzuia hmm. au anapomzuia kijana wake asiende mahali hmm, amekaa kwenye nafasi yake ya uchungaji kabisa kwamba niko tayari ni wate ila ni, ni, ni kufuatilia wewe mmoja, kwa sababu muumini mmoja kwa mchungaji ana thamani kubwa sana. Okay, hapo. Sasa hmm. tukirudi ulisema maagizo ni kwamba tunende ulimwenguni kote tukaihubiri Injili. Sasa ikiwa kunaonekana kuna, kuna sehemu ambayo haiko sahihi mm. Halafu mchungaji ana watu walio sahihi mm. Anawazuia wasiende sehemu isiyo sahihi mm. Je, hii sehemu isiyo sahihi inawezaje kujijua haiko katika usahihi mm. Ikiwa wewe ni mchungaji unakataa watu wanaotoka kwako wakiwa na usahihi kwenda kuhudumu sehemu isiyo na usahihi? Je, haiwezi kawa msaada kwamba wale wajijue sio sahihi au ni uoga wa mchungaji kuogopa kwamba huyu mtu ana kwa sababu uh, ikiwa madhabahu ya mchungaji ina nguvu mm. mtoto wake atakapoenda katika madhabahu nyingine hataenda kulelewa, ataenda kuhudumu na kurudi mm. It means hata atakaporudi mm. bado atakuwa chini ya madhabahu ile ile yenye yeah. nguvu Sasa, ikiwa kama tutakuwa tunawakatalia hawa watu kwenda kuhudumu kwa sababu ya hofu ya madhabahu mbaya, je, watu wanaosali katika zile madhabahu mbaya wanaweza kujuaje wako katika ubaya ikiwa walio wema wanaogopa kwenda kuwaonyesha? Ha, wewe, mtazamo wako unasemaje katika hili? Ah, sizani kama huyu ambaye anatoka katika wema anaenda kusema baya. Sizani kama tusiwaite watu okay okay, wabaya. Sizani kama wanavyo, wanakoenda wanaenda kusahihisha ule usahihi, au ambao sio usahihi mm. Wao lengo ni kama labda mtu amealikwa mm. akafanya huduma, ataondoka Mm. Kumbuka ile sio kanisa lake like, hawezi kufika pale, anza kuchunguza kwamba hawa watu wapo sahihi au mm. hawa wapo sahihi, hilo sio lengo la kwanza mm. na huyo anayeenda mm. lengo lake yeye ameenda kuhudumu then mm. atarudi, ila anaenda kumhudumia Mungu wa kweli, sio yes, okay yes, na issue ya madhabahu, baba yako anajua progress yako mm. okay. okay. Anajua progress yako. So anapokuzuia, mwana akawa anajua kwamba mwanangu ninavyomfahamu. Mm. Mm. Wapo baba huyo huyo anaweza akamruhusu mwingine, hmm, aende na asikuruhusu, hmm, wewe anayona, okay, kwa sababu anaiona ile progress yako ya kiroho anaweza kakuzuia kwa, kwa kwa ile protection kwa sababu anajua kabisa mwanangu huyu kwenye eneo la kiroho hii madhabahu anayoenda inaweza kamzidi, okay. Umeona, lakini kama anaona kabisa mf, mwanangu yuko strong just go Okay. Kwa hiyo sababu ya kwanza inaweza pia ni hizi madhabahu. Yeah. Ndizo zinasababisha uh, watu wengine kutokuruhusu watu kuingia katika makanisa yao. Yes. Ama kugombea watu wangu wasiingie katika kanisa la mtu mwingine. Mm. Okay, sawa. Basi haya yalikuwa ni majibu ambayo Madam Sarafina alikuwa anatutolea katika mada yetu ya siku ya leo Uh, katika kipindi chetu cha maisha na uhalisia ikiwa ni katika uh, chaneli yetu ya Vaki TV ambayo ilikuwa inasema mada yetu kwamba viongozi wa makanisani n, yani wachungaji, mitume, manabii, wa injilisti wanaoongoza makanisa, je, ni haki kugombania watu? Tumeona sababu nyingi ambazo amezisema. Wewe kama mpenzi mtazamaji wa kipindi hiki cha maisha na uhalisia, una comment gani, ama unaweza kutuambia nini kulingana na mada hii? Uh, uh, usiache kuendelea kucomment, kufollow na kusubscribe hapo chini uh, Tutakapomaliza kipindi hichi, tutaendelea kupitia comment zako kujua na wewe ulisema nini. Wewe unasemaje? Chanzo ni nini, uh, juu ya hawa viongozi kugombania waumini? Kwa hiyo tunaomba comment zako, eh, cha mwisho kuambia hawa wachungaji wanaogombania au uh, wanaogombania waumini, una nini cha kuwaambia uh, katika jamii inaowatazama maana Uh, mwisho wa siku wanaowapa shida ni wanajamii wanayoona mambo yanaendelea. Wao wanaweza ukawa wanajua kiroho mm, lakini jamii haijazama katika roho. Unawaambia nini ha, hawa wachungaji? Kwa kumalizia uh, neno langu moja ambalo napenda kusema kwa mm, wachungaji ambao tayari wamejikuta wako kwenye kugombania waumini, cha kwanza ni kuhakikisha nyumbani kwako kuna chakula cha kutosha. Unajua baba ambaye ana chakula cha kutosha Baba ambaye anajiamini kabisa nyumbani kwake kuna kila kitu, Hawezi kuwa na wasiwasi wa kupoteza mtu. In case ameondoka basi labda alikuja ili aondoke. Hata Biblia imesema kuna wale ambao walikuja lakini sio kwa hiyo. Ila kama baba una uhakika na chakula chako kwa watoto wako, hauwezi kuwa na wasiwasi, hauwezi kujiingiza kwenye mgogoro. Kwa hiyo mchungaji kama una kanisa, hakikisha tu ndani ya nyumba yako chakula cha kutosha cha kuwafaa watu wako unacho. Sasa huyu anavyozungumzia kuhusu chakula mm, hazungumzii wali, anazungumzia neno la Mungu. Manake tunavyozungumza hizi mada a, katika mitandao kuna watu tofauti tofauti. Sasa chakula anachokisemea yeye ni chakula yn, yani mahubiri katika makanisa. Tunaposema chakula tunamaanisha ni neno la Mungu. Kwa hiyo ukiwa na neno la Mungu la kutosha, watu waweza wakakimbia, wala uweze ukagombea watu mm. Ulikuwa na mimi, Mr. Chosen One ikiwa ni kipindi cha maisha na uhalisia uh, katika VAK TV. Uh, shukran sana kwa uongozi mzima wa VAK TV, madirecta wote na waandaji wa kipindi hiki. Usiache kusubscribe, kufollow lakini comment yako ni ya muhimu zaidi ili kujua mada imeeleweka ama haijaeleweka. Utakapoendelea kujibu hapo tutaendelea kupata majibu mazuri zaidi. Nikutakie wakati mwema. Nilikuwa uh, na Madam Sarafina. Uwe na wakati mwema mpaka wakati mwingine.